Kuna nyakati katika soka ambapo mchezaji haingii tu uwanjani kucheza, bali anaingia kuumba, kutawala na kuandika historia kwa miguu yake. Ni wale wachache ambao hawachezi soka, bali ulivaa kama ngozi, ulitamka kwa miguu na kulielewa kwa moyo. Katika kila dakika tisini anakuwa kama mchongaji wa sanaa ndani ya mduara wa kijani. Huyu si tu mchezaji, bali ni jibu la soka, kwa muziki wa Diamond Platnumz, ni hisabati ya Pele na ndoto ya kila kocha Anachofanya sio tu cha kiufundi bali kinavunja maadili ya kawaida ya mchezo, kinavuka mipaka ya uwezo na kinageuza mashaka kuwa matumaini. Mtaalamu huyu hakufuata nyayo, ila anaziumba yeye mwenyewe. Karibu ni kusogezee stori moja ya mchawi wa soka, Lionel Andres Jorge Messi Kuchitin, almaarufu kama La Pulga. hey, Juni 24 mwaka 1987, familia ya mzee Jorge Messi ya huko katika mji wa Rosario, jimbo la Santa Fe, mahali ambapo maisha ni magumu lakini ndoto ni kubwa, ilikuwa na furaha ya kumpokea mtoto wa tatu wa kiume waliyemwita jina la Lionel. Mvulana mdogo aliyejaa kimya kingi lakini akificha upekee wa ajabu kwenye miguu yake midogo. Mtoto huyo alileta furaha katika familia ya tabaka la kati, ya baba Jorge Messi aliyekuwa akifanya kazi katika kiwanda cha chuma cha Asinda Steel Factory na mama Celia Kuchtin aliyekuwa akifanya kazi ndogo za usafi. Lionel Messi, mtoto wa tatu kuzaliwa akiwafata kaka zake Rodrigo na Matias huku akimtangulia dada yake Maria Sol. Alianza kuonyesha mapenzi na soka akiwa na umri wa miaka minne tu, huku akipata sapoti kubwa kutoka kwa familia yake, kwani baba yake mzazi ambaye pia alikuwa ni kocha wa watoto ndiye alianza kumfundisha Messi soka, pamoja na kumsaidia kujiunga na timu ya mtaani ya watoto akiwa na umri wa miaka mitano tu, huku akitumia nguvu nyingi na muda mwingi kuhakikisha Messi anaendeleza kipaji chake. Mama wa Messi Celia Kuchtin alimpa Messi mapenzi ya dhati na ulinzi wa kipekee. Mara kadhaa Messi humkumbuka mama yake kwa upendo mkubwa hadi kufikia kuchora jina la mama yake Celia kwenye kiatu chake cha mpira. Rodrigo na Matias pia walikuwa msaada na mfano kwa Lionel. Kwa mfano, Rodrigo alihusika kupanga mambo ya kitaaluma na wote walikuwa sehemu ya timu ya usaidizi ya Messi hata alipokuwa staa mkubwa duniani. Maria Sol licha ya kuwa mdogo kwa Lionel lakini bado alikuwa karibu naye kihisia, na hii yote ni uthibitisho kuwa kipaji cha Messi kilikuwa ndani ya mazingira ya upendo, msaada na uvumilivu. Hali hii ya mshikamano wa familia ilimsaidia kubaki mnyenyekevu na mwenye maadili thabiti licha ya mafanikio yake makubwa. Familia ya Messi ilikuwa na mapenzi makubwa na klabu ya Newell's Old Boys na Messi alianza kucheza nao rasmi akiwa na umri wa miaka sita na katika kipindi cha miaka sita aliyocheza hapo, kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 2000 Messi alifunga zaidi ya magoli 500 kwa timu ya watoto iliyojulikana kama The Machine of 87, ikimaanisha kikosi cha watoto wote waliozaliwa mwaka mmoja wa 1987. Changamoto kubwa ilikuja akiwa na miaka kumi hadi 11, alipopatikana na ugonjwa wa growth hormone deficiency GHD, hali ambayo ilisababisha mwili wake kuchelewa kukua. Daktari wake alikadiria kuwa bila matibabu Messi angebakia na kimo cha futi 4 na inchi saba, karibu sentimita 140 tu, akiwa mtu mzima. Matibabu yalihitaji sindano za kila siku za homoni kwa miaka kadhaa. Ilibidi Lionel Messi apewe matibabu ya haraka ili kuepuka madhara hayo, na matibabu yake yalighalimu takribani dola za Kimarekani 900 hadi 1200 kwa mwezi, kiasi ambacho familia ya Messi haikuwa na uwezo wa kukimudu. Klabu yake ya Newell's Old Boys iligharamia matibabu ya Messi kwa muda mfupi, lakini baadaye ilishindwa, na hapo ndipo familia yake ikaanza kutafuta msaada kwa klabu zingine na mahali pengine ili kunusuru madhara hayo kwa nyota huyo wa soka. Lakini klabu nyingi zilihofia gharama kubwa pamoja na riski ya kuwekeza kwake huku wakiwa hawana uhakika kama uwekezaji huo utawalipa. Mwaka 2000 Horacio Gagioli aliyekuwa wakala wa wachezaji huko Argentina alikiona kipaji cha Messi na kuvutiwa nacho, na hapo ndipo alipoamua kumchukua Messi na kumpeleka katika akademi ya Barcelona La Masia. Horacio Gagioli alikuwa na mawasiliano mazuri huko Hispania. Messi alipewa nafasi ya kujaribiwa FC Barcelona na Carles Rexachi, mkurugenzi wa michezo wa Balka ambaye alivutiwa baada ya kumwona Messi akicheza kwa dakika kumi tu kwa sababu kulikuwa hakuna karatasi rasmi wakati huo, Rekzachi alisaini makubaliano ya awali ya kumleta Messi La Masia kwenye seviete, yaani tishu ya mgawane. Leo hii tishu hiyo imewekwa kwenye maonyesho ya heshima huko Barcelona. Messi na baba yake walihamia Barcelona, huku mama na ndugu zake wakibaki Argentina kwa muda. Messi aliingia La Masia, kituo cha kukuza vijana cha FC Barcelona ambacho kimetengeneza nyota kama Xavi, Iniesta na Fabregas. Na ndipo Rexachi na Horacio wakashirikiana kumpatia Messi matibabu ya homoni za ukuaji na kuanzisha safari yake ya kushangaza ya soka huko Barcelona. Ramasia haikuwa tu mahali pa mafunzo ya mpira bali pia ilikuwa shule ya maisha. Messi aliishi mbali na familia yake, alikabiliana na changamoto za lugha, utamaduni mpya na upweke. Wakati wengine wakijifunza Kihispania kwa urahisi, Messi alibaki kimya, si kwa sababu hakuwa mwelevu, bali kwa sababu alikuwa na aibu kupitiliza. Wachezaji wenzake walimwita El Mudo kwa maana ya bubu, kwa sababu hakuwa na tabia ya kuongea hovyo, lakini kila alipokuwa uwanjani mpira uliongea kwa niaba yake. Katika mazoezi hakuwa wa kukimbia sana, lakini kila alipogusa mpira ulikuwa na lengo. Wakufunzi walishangazwa na uwezo wake wa kudhibiti kasi ya mchezo, kupenya safu ya mabeki na kufunga mabao hata kwa mguu wa kushoto. Messi alipitia kipindi kigumu cha kujitenga. Alikosa mama, vyakula vya nyumbani na sauti ya familia. Mara kadhaa alitaka kurudi Argentina, lakini baba yake alibaki naye akimhakikishia kwamba ndoto yake ilikuwa inawezekana. Pia alikumbana na majeraha madogo madogo na matatizo ya kiafya, ya kiafya yaliyohitaji uangalizi maalum lakini Messi alipovaa jezi ya La Masia aligeuka kuwa kitu kingine. Kocha mmoja alisema, Messi alikuwa mchezaji wa aina ya kipekee, si tu kwa mbinu bali kwa utulivu na uelewa wa mpira uliopita umri wake. katika kundi la vijana wenye umri chini ya miaka 13, Messi alianza kung'aa zaidi. Aliweza kufunga zaidi ya mabao mia moja kwa msimu mmoja, na mara nyingi alihitaji kuguswa mara chache tu ili kufunga. Alishirikiana na wachezaji kama Cesc Fabregas na Gerard Pique ambao waliendelea kuwa nyota wa kimataifa. Kocha Carles Rexach na wengine ndani ya Barcelona walimtazama kama mrithi wa Diego Maradona, lakini kwa namna ya kipekee. Mwaka wa 2003 Messi alijiunga na timu ya vijana wa Barcelona B na A kwa vipindi tofauti. Ilikuwa ni hatua ya mwisho kabla ya kupaa. Mchezaji wake dhidi ya timu kubwa katika mechi za kirafiki ulishangaza kila mtu. Ronaldinho, mmoja wa nyota wa kikosi cha wakubwa, alimtambua kama Ricardo kaka mdogo. ndani ya Barcelona ya wakubwa Messi aliingia kimya kimya lakini alipoanza kuonyesha alichonacho dunia ilikaa kimya ikimsikiliza. Mwaka 2004, tarehe 16 Oktoba, Lionel Messi alipandishwa rasmi kuchezea kikosi cha wakubwa cha FC Barcelona katika mechi dhidi ya Espanyol. Alikuwa na umri wa miaka 17 na saba na siku 114 tu, kijana mdogo, lakini mwenye uwezo wa kipekee katika mechi yake ya pili ya la liga, akiwa bado anajifunza kutoka kwa mastaa kama Ronaldinho, Deco, Chavi na Eto, Messi alianza kuonyesha cheche zake. Kisha ikafika siku ya kihistoria, mei mosi, mwaka 2005 dhidi ya Albacete, Messi akafunga goli lake la kwanza akiwa na Barcelona. A akipokea pasi ya Ronaldinho, akainua mpira juu ya kipa na kuutumbukiza wavuni kwa ustadi wa hali ya juu. Goli hilo lilimfanya kuwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kufunga bao kwa Barcelona wakati huo. Ronaldinho alimchua kama mdogo wake wa damu, alimwita kaka mdogo na kumfundisha sio tu mbinu uwanjani bali pia jinsi ya kuwa na utulivu na furaha katika mchezo. Savi na Iniesta waliona kuwa Messi ni mtu wa tofauti, mtu ambaye angebadilisha historia ya klabu ya Barcelona. Kwa haraka, Messi akaanza kuchukua nafasi ya wachezaji waliomtangulia. Alianza kama wingo wa kulia, lakini kila alipopata mpira alileta kitu cha kipekee. Kasi, kontrol na maono, vyote alivyonavyo vilikuwa zaidi ya kawaida. Msimu wa 2006 2007, licha ya kujeruhiwa kwa muda mrefu, alifunga hattrick dhidi ya Real Madrid, akiwa mchezaji wa kwanza kufanya hivyo El Clasico akiwa na umri mdogo. Aliweza kufunga goli la kushangaza dhidi ya Etafe, ambalo lilifananishwa na lile la Maradona dhidi ya England alianza umbali wa nusu ya uwanja akawapita wachezaji sita na kumchenga kipa kabla ya kufunga Messi. Oh, Messi alianza kuchukua nafasi ya nyota kama Ronaldinho ambaye aliondoka Barcelona mwaka 2008, na ndipo Messi akachukua jezi nambali kumi mwaka wa 2008. Ujio wa Pep Guardiola ulikuwa mwanzo wa enzi mpya Messi akahamia katikati kama force number 9 na hapo ndipo dunia ilishuhudia maajabu ya mpila yaliyopitiliza. Aliongoza timu hiyo kuandika historia ya kutoa sektupre ya 2009, yani mataji sita ya La Riga, Copa de Rey, Lea, champions League, spanish supercup super cup na club world cup. Messi hakuwahi kuwa msemaji mkubwa wa vyombo vya habari, lakini kwa miguu yake alizungumza lugha ya soka safi ya kuvutia na isiyo na kifani. Barcelona haikumlea tu kama mchezaji, ilimkuza kama nembo ya hadhi ya juu, mtu aliyeandika upya vitabu vya historia ya soka duniani. Baada ya kuchukua nafasi ya Ronaldinho na kupewa jezi namba kumi, Lionel Messi hakutazama nyuma tena. Akawa moyo wa timu ya Barcelona na kila msimu alileta kitu cha ajabu. Chini ya Pep Guardiola Messi aliibuka kuwa mchezaji bora zaidi duniani. Alifunga mabao kwa kasi ya kushangaza na kusaidia timu kushinda kila taji lililowezekana, na mwaka wa elfu mbili na tisa kwa mara ya kwanza Messi alishinda tuzo kubwa zaidi duniani Lionel Messi Lionel Messi Ballon d'Or yake ya kwanza ikiwa ni sehemu ya kutimiza ndoto ambayo kila mchezaji huiota na mwaka 2012 akavunja rekodi ya dunia ya kufunga mabao 91 katika mwaka mmoja, rekodi ya ajabu ambayo haijavunjwa hadi leo. Lakini pia Messi aliongoza Barcelona kushinda UEFA Champions League mara tatu katika miaka ya ujana wake, mwaka 2006, 2009 na 2011, huku akitengeneza MSN trio ya Messi, Suarez na Neymar waliotisha Ulaya ya msimu wa 2014, 2015. Messi akaandika rekodi ya kufunga magoli mengi zaidi katika historia ya Barcelona akifunga mabao 672 katika michezo 778. Na kama haitoshi, Messi akaandika rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kufunga hat-trick nane kwenye michuano ya UEFA Champions League. Na kubwa zaidi ni ile ya mchezaji pekee kushinda Ballon d'Or, mara nyingi zaidi akinyakuwa tuzo hiyo mara nane, lakini pia Messi alishinda La Liga mara kumi, Copa del Rey mara saba na UEFA Champions League mara nne akiwa na Barcelona. Mwaka 2021 mashabiki wa soka walishuhudia tukio la kihistoria na la kusikitisha, Messi akilia mbele ya waandishi wa habari akitangaza kuondoka Barcelona baada ya zaidi ya miaka 20. Sababu haikuwa utovu wa nidhamu Bali hali mbaya ya kifedha ya klabu. Barcelona ilishindwa kumsajili upya Messi kwa mujibu wa sheria za kifedha za La Liga. Akajiunga na PSG, lakini moyo wake ulibaki Camp Nou, kama alivyoandika katika barua yake ya mwisho akisema, nilitaka kuendelea lakini siwezi, lakini Barcelona daima itakuwa nyumbani kwangu. Katika maisha ya Lionel Messi kuna kipindi kigumu ambacho hata kipaji chake hakikutosha kumkinga dhidi ya lawama, masikitiko na machozi ya taifa zima. Nacho ni kipindi ambacho Messi alishindwa kabisa kuisaidia timu yake ya taifa kutwaa mataji, pengine tofauti na Diego Maradona aliyesaidia Argentina kutwaa kombe la dunia. Messi alianza kuchezea Argentina akiwa kinda katika timu za vijana za taifa na akifanikiwa kushinda kombe la dunia chini ya miaka 20 mwaka 2005 na akadhihilika kama nyota wa baadaye. Mwaka elfu mbili na sita akaitwa kwenye kikosi cha Argentina cha kombe la dunia kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 18 lakini ndoto yake ya kuliletea taifa hilo taji kubwa haikuwa rahisi. Mwaka elfu mbili na saba katika michuano ya Copa Amerika, Argentina ilifika fainali, lakini wakachapwa na Brazil. Messi alionyesha ubora, lakini taji halikwenda nyumbani kwao Argentina. Huku mwaka elfu mbili na kumi na nne katika kombe la dunia, Messi alivaa jukumu la kiongozi, akaipeleka Argentina hadi fainali, lakini wakaangushwa na Ujerumani kupitia goli la dakika ya mia moja kumi na tatu la Mario Gotze na taji kuelekea Ujerumani. Ingawa Messi alikabidhiwa tuzo ya Golden Ball, lakini uso wake ulielezea huzuni ya ndani. Alikataa hata kuliacha taji hilo limfurahishe. Miaka ya 2015 na 16 katika Copa America, Argentina ilifika fainali mfululizo dhidi ya Chile, huku zote zikiisha kwa mikwaju ya penalti ambayo iliwapa Chile ushindi. Messi alikosa penalti kwenye fainali ya 2016, na, na baada ya mchezo huo alitangaza kustaafu timu ya taifa. Taifa lilishangaa na ulimwengu mzima ukastaajabu. Wengine walimlaumu, wengine walimwomba arudi, lakini labda Messi alichoshwa na kukosolewa na kulaumiwa juu ya kutoipaisha timu yake ya taifa, huku yeye akisema kwa uchungu, nimejaribu kila kitu, siwezi tena. Lakini kama Phoenix, Messi alirudi tena kwa nguvu mpya. Aliitikia wito wa taifa lake na safari ya ukombozi ilianza mwaka wa 2021 katika michuano ile ile iliyomtesa, Copa America. Mashabiki walikaa kimya, macho na matumaini kwa Messi, na safari hii haikuwa kama za awali. Argentina ilicheza kwa nidhamu, umoja na njia ya ushindi. Fainali ilikuwa dhidi ya Brazil Marakana, uwanja wa mahasimu. Mwisho wa mechi ile Argentina moja Brazil sufuli. Lionel Messi hatimaye akaweka taji la kimataifa kichwani. Alilia si kwa uchungu, bali kwa furaha. Taifa lilimkumbatia. Aliyesema kuwa hauwezi bila Barcelona sasa wakawa mwana wa Argentina wa kweli. Lakini bado kulikuwa na hatua moja, nayo ni kombe la dunia mwaka 2022, Qatar. Messi alikuwa tayari akiwa nahodha mkomavu na mwenye kiu ya mwisho. Argentina ilianza vibaya dhidi ya Saudi Arabia, lakini haikuyumba. Aliwafungia mabao kwenye kila hatua muhimu, akiongoza vijana kama Julian Alvarez na Enzo Fernandez. Fainali dhidi ya Ufaransa ikawa sinema ya kihistoria. Messi akafunga, Mbape akajibu. Dakika mia ishirini za vita na penalti zikapigwa. Messi akaiongoza Argentina kushinda kombe la dunia Akaandika historia mbalimbali mbali, kama vile mchezaji wa kwanza kufunga kwenye kila hatua ya kombe la dunia huku akishinda golden ball ya pili katika kombe la dunia na kuwa mchezaji pekee kufanya hivyo katika makala mbili tofauti za kombe la dunia. Na kwa mara ya kwanza, dunia nzima ikakubali kuwa Messi ndiye greatest of all time, GOAT, aliyethibitishwa. Mwaka 2021 Messi alijiunga na Paris Saint-Germain PSG akiwa na matumaini ya kuendeleza makali yake. Alivaa jezi namba 30, ile aliyoivaa alipoanza soka. Msimu wa kwanza wa 2021-2022, alihitaji muda kuzoea mfumo mpya, kwani hakuwa Messi yule aliyezoeleka Barcelona. Alifunga mabao sita tu kwenye Ligue 1, lakini akatoa pasi za usaidizi 14. PSG wakatoa ubingwa wa Ufaransa lakini walitolewa mapema kwenye UEFA Champions League na Real Madrid. Lawama zikamwangukia yeye pamoja na Neymar. Mashabiki wa PSG walimzomea Messi, jambo ambalo halijawahi kutokea kabla. Ingawa alitoa mchango, alihisiwa kutopendwa tofauti na upendo aliyoupata akiwa Barcelona. Msimu wa pili wa 2022-2023 Messi alirejea kwa moto, mabao 21 assist 20 na michuano yote. PSG walitwaa tena Ligue 1, lakini Champions League wakatolewa mapema tena. Uhusiano na klabu ulizidi kuyumba. Safari ya kibiashara kwenda Saudi Arabia bila ruhusa ya klabu ililetea adhabu na uhasama wa mashabiki. Messi aliamua kutafuta amani na furaha, akasaini Inter Miami na Marekani mnamo Juni 2023, huku ofa kubwa kutoka Al Hilali ya Saudi Arabia ikikataliwa. Messi alisema, nilitaka maisha ya familia yangu furaha, sio pesa tu. Akiwa Inter Miami alianza kwa kishindo kwenye Leagues Cup akifunga mabao mfululizo na kuibadilisha timu hiyo dhaifu kuwa bingwa. Alichangia kuinua hadhi ya soka la Marekani, akavutia mastaa wengine kama Busquets, Alba na Suarez kujiunga naye. Tiketi zilipanda bei, viwanja vikajaa, kila mtu alitaka kumwona Messi. Messi anaendelea kuonyesha kiwango, akikumbusha dunia kwamba kipaji hakiishi kwa miaka, kinakomaa na hekima. Hadi sasa amekuwa si tu mchezaji, bali balozi wa soka Marekani. Messi alitoka Ufaransa akiwa amekataliwa, alienda Miami na kukaribishwa kama mfalme wa ndoto. Katika ulimwengu wa soka si wote wanaacha alama isiyofutika, lakini Lionel Messi, hata kabla hajavua jezi ya mwisho, tayari ameshachora jina lake kwa dhahabu kwenye kitabu cha historia ya mpira wa miguu. Maono ya Messi baada ya kustafu soka ni pamoja na kuwa mwalimu au barozi wa soka, ingawa wapo wanaoamini Messi hatoweza kuwa kocha kwa sababu ya tabia yake ya utulivu, lakini wengine wanaona anaweza kuwa mtaalamu wa kukuza vipaji, hasa vijana, labda kwenye La Masia Argentina au hata Inter Miami. Anaweza pia kuwa balozi wa soka duniani kama alivyokuwa Pele na Maradona, akitumia jina lake kuendeleza soka, amani na maendeleo ya vijana. Lakini pia ana maono ya kuwa na familia na utulivu, ambapo Messi amekuwa akieleza kuwa baada ya soka anataka maisha ya kawaida, kuwalea watoto wake, kuwa karibu na Antonella na kuishi maisha ya amani ni mtu anayethamini familia kuliko umaarufu. Na mwisho ni kuanzisha akademia au klabu mahali ambapo atarudisha kile alichopewa kwa vizazi vijavyo. Licha ya kuwa mmoja wa wanasoka bora zaidi kuwahi kutokea, Lionel Messi ni mfano wa mtu anayejitahidi kuishi maisha ya kawaida kadri inavyowezekana nje ya dimba. Tofauti na baadhi ya nyota wanaopenda kuonyesha utajiri na starehe, Messi amekuwa akijulikana kwa unyenyekevu wake, mshikamano wa kifamilia na kujitolea katika kusaidia jamii. Messi alimuoa Antonela Roccuzzo mpenzi wake wa utotoni kutoka huko Rosario, Argentina wana watoto watatu Thiago, Mateo na Chilo. Familia kwake ni kila kitu. Kila mara Messi huonyesha mapenzi makubwa kwa watoto wake, akiandamana nao kwenye mazoezi, sikukuu na hafla mbalimbali. Wakati mwingine baada ya mechi kubwa au tuzo kubwa, utakuta Messi anarudi nyumbani kucheza na watoto wake au kupika chakula cha familia akiwa jikoni. Hii inaonyesha upande wake wa kibinadamu usio na kelele za umaarufu. Messi ni mtu wa faraga sana, hapendi paparazi wala maisha ya mitandao ya kijamii kama nyota wengine. Mara nyingi hupatikana akiwa na marafiki wachache au akiwa nyumbani kwake, mbali na fujo za starehe na vilabu vya usiku. Kupitia Leo Messi Foundation ameweza kusaidia watoto wenye matatizo ya wa kiafya, kuendeleza elimu na kusaidia taasisi nyingi duniani, hasa katika masuala ya afya na elimu. Ametoa misaada hospitalini na kusaidia miradi ya maji safi Afrika na Amerika ya Kusini. Messi pia ni mjasilia mali. Ana mikataba mingi ya kibiashara na makampuni makubwa kama Adidas, Pepsi na zaidi. Pia amewekeza kwenye sekta ya hoteli hoteli MIM, na bidhaa binafsi kama perfumes na mavazi. Messi ni mpenzi wa muziki hasa wa kitamaduni wa Amerika Kusini. Anapokuwa mbali na soka, hupenda kusikiliza muziki wa Cumbia au Legaton. Ingawa anaishi nje ya Argentina, moyo wake bado uko Rosario, na huwa na ndoto za kurudi nyumbani kabisa baada ya kustaafu. Lionel Messi ni zaidi ya mwanasoka, ni baba, mume, mpenda amani, mtoaji na mfano wa kuigwa. Maisha yake nje ya uwanja ni ushahidi kuwa umaarufu hauhitaji fujo, na kuwa mtu wa maana ni zaidi ya kushinda mataji, ni jinsi unavyoishi na kuwagusa wengine kimya kimya. Na huyu ndiye Lionel Messi, la Pulga. E bana, usisahau kusubscribe youtube yetu ya Smile Media TV, lakini pia tufuate katika mitandao yetu ya kijamii pale Instagram na TikTok ni official 99 Facebook ni official das Ezekiel chao chao. Hii ni Stori Moja.